Jina langu ni Sofia Elias nikiwa na Advera Gosbat. Kazi yetu ni moja tu, kukuhabarisha mambo mbali mbali yanayoendelea ndani ya Asaf Media. Ni bonge la mtoko kwa ajili ya kuenjoy pamoja na kurifresh, na kama unavyoona makundi mbalimbali mbali. Sports, waimbaji, madansa wakiwa katika ikaika mbali mbali, kuashiria furaha yao kubwa. Kama unavyoona, tuko katika maeneo ya beach, yani tunaona pale bustani, lakini pia tunaona maji pia. Hii yote ni kuhakikisha kwamba Asafu Media tunazidi kuwa na furaha kila wakati, na kama unavyojua, ndani ya Asafu Media tuna vitu mbalimbali mbali, yani tuna kalama mbalimbali mbali: kuna waimbaji, wachekeshaji, waigizaji na kadhalika na kadhalika. Na hapa tutaenda kwenye kundi moja baada ya jingine na hapa moja kwa moja tunajiongea kwa wanamichezo kama unavyoona, akiwa amependeza kabisa akiwa na furaha kubwa. Unaitwa nani kwa majina? Naitwa Ustlias, ni mwana sport kutoka Asaf. Kwanza siku ya leo tuna furaha, tumetoka mtoko kitoka mtoko kama hivi. Kwanza akili inachangamka, unakuwa na laa. Mchezo siku zote waga, yani waga lazima uwe na vibe. Usipokuwa na vibe huwezi kufanya, mambo yako huwezi kwenda vizuri. Kwa majina yangu naitwa Sports Lady ni Emma Chaz, mimi ni mwana michezo wa Asaf Media. Siku ya leo tumeamua na michezo kutoka out kidogo kwa kurefresh mind ili kuweza kujenga akili zetu vizuri, maana hata wachezaji waga kuna wakati wanapumzika. Kwa lazima tupumzike kidogo, kama tunavyoona tumependeza. Kwa majina yangu mimi naitwa Aa, kwanza mm -hmm. Kwa upande wa mm -hmm. mm. Siku ya leo, na leo najisikia vizuri kwa maana ni miongoni mwa siku ambayo ni ya furaha imetuleta pamoja sisi kama wana Asafu, wote hao walikuwa ni wana sports, kama tulivyokuambia kuwa Asaf media tuna vipaji vingi vingi, vipaji mbalimbali mbali. Na hapa taratibu tunajiongea kwa watu wa madansa. Unapoona Asaf media ipo vizuri katika upande wa madansa, ndio hawa hapo, kama unavyowaona hivi. Wewe unaweza kweli kucheza kama hawa? Ah, kwa upande wa madansa bwana, kila mmoja akabarikiwa kipaji chake, mmependeza. Tupeni wimbo mmoja wa Asafu Media ili tuone maridadi wenu katika upande wa kudance no. Oh, hey, nilidhani nikimfata nitakuwa nimejipata, na kumbe kusokea kwa kendo kifo na kifata. Nimeshajua kumbe magereza yanachanua watu, kupoteza shetani upate kitu. Mungu ndo ameshamua kwa wanu naito na na kilikuwa ni kiburudisho kwa ufupi tu, hao ni madansa kutoka ndani ya Asaf Media. Uh, kwa majina yangu naitwa Faraja Damas, mimi ni mwanamichezo, mimi ni mwana habari pia, mimi ni dansa, naimba yani nifanya vitu vile katika kikundi cha Asaf mi ningependa katika hivyo vyote hivyo vitaja wimbe kidogo. Baraka zako nguvu zako zote mi nawe uweza wafadhili zako viwe mi nawe apendo lako neema yako iwe ndaniwe, usiniache usinitupe sije nkafawe. Asante sana. una neno gani kupitia mtoko mzuri wa siku ya leo? Aa, leo tumeamua sisi kama kikundi cha Asafu kama unavyoona manzari mazuri haya tumeamua tuje tuenjoy. Unajua wa Biblia inasema ndugu wanapokaa pamoja ni baraka. Kwa hiyo tumeamua tuje tukae sehemu tupumzike huku kuandaa vitu maalum ambavyo vitakuja. Kwa vitu vipe chuma, tuna kuna vyuma tunaviandaa ambavyo tutakuja kuachilia kwenye mitandao. Kwa hiyo watazamaji, mashabiki zetu wakae tayari kuona vyuma, madansa, challenge nyingi za nyimbo zetu, tumetoa nyimbo nyingi sana. Kwa hiyo waanze kuangalia mfululizo wa video mbalimbali. Asante sana. Hata mimi ni mmoja wale ambao nasubiria hiyo chuma ndani ya Asafu Media. Naitwa Leli. Unafurahi au ndio furaha, mtoko mzuri kama huu uh? Yeah. Ehe, una play part gani katika upande wa Asafu Media? Uh, mimi ni mwimbaji, ni mwigizaji katika hivyo vitu vyote ulivyovitaja. Ningependa uh, utuimbie kidogo, au una unaonaje? Nilidhani nikimfata nitakuwa nimejipata, na kumbe kusogea kwa kendo kifo na kifata, nimeshajua kumbe magereza yanachanua watu kupoteza, shetani upati kitu Mungu ndo amesha. Oh, wow. Asante sana jamani, unaimba vizuri na dada hapa nakuona na, na saa nzuri, umependeza tisheti kali eh, kama mnavyomwona bwana sijajua kwa upande wake anaweza kuwa kwenye kikundi gani. Maana kwa jinsi alivyopendeza, sijui si, si, kama ni mwigizaji au la. Unaitwa nani? Uh, wananiita Doreen Hinton kwa majina niliopewa na wazazi wangu, lakini wananijua kama Queen Arachuga. Queen Arachuga. Una play part gani katika kikundi cha Asaf Media? Katika kikundi cha Asaf nipo part nyingi, lakini nimebezi sana kwenye upande wa waimbaji, upande wa waimbaji. Uimbaji katika sehemu gani ku rap, kuimba au hip-hop? Ehe, hey, kama ni hip hop hapo sasa mimi ndio vitu ninavyovipenda. Hebu rap kidogo hata walau kwa dakika moja. Ya yeah, rahma hizi sijawahi pata, wuu paka ninajuta mapema sikufuata, na maji ya uzima ukinywa kiu inakata, kwa keburu duniani hakuna matata, fete na samee yuruhusu tujione mabaya na mazuri, linas to compare fekan yeye yeah, akipenda ndo amependa, so kama binadamu anaweza kukutenda. Oh wow, asante sana advera goes but, pengine unaweza kuwa na maswali labda kwa watu wengine. Ah, uh, Sofia Elias, hapa ninaposogea mtazamaji, yaani hapa kuna binti msukuma Ongera. Waweta sana, waweta sana. Umependeza. Waweta kama mnavyoniona na umependeza. Hebu jitambulishe. My name is Binti Msukuma. Ukipenda unaniita Pauline Emanuel Mnyakundu, tanipata kiurahisi sana. Kwanza unajisikiaje kuwa ndani ya Asafu? Oh, najisikia raha buludani, buluda buluda sana kuwa ndani ya Asafu. E, unawaambiaje wanaokutazama? Eh, nawaambia msiache kutusupport. Msiache kutufollow kupitia YouTube channel yetu kwa kuandika Asafu Media. Kwa majina yangu naitwa Rosemelis Spikius. Nini siri ya kucheza? Ah, siri ya kucheza ni kufanya mazoezi. Eh, unajisikiaje kufika hapa? Najisikia vizuri kwa sababu yani kwanza mm -hmm. Ndo siku ya kwanza kufika huku. Kwa hiyo yani mm -hmm raha sana alafu mkiwa wote familia moja inanoga. uh, unamaliziaje? uh, nipende tu kusema kwamba mashabiki zetu tunawapenda, msisahau kusubscribe katika upande wa YouTube mm-hmm. lakini kutufollow hivo na kushare likes zako, kushare kwa watu. Nyuma ya Asaf Media kuna watu sasa nao watu ndo tunaenda kuwaona ni kina nani? Yaani wanatabasamu fulani hivi, nimemwona mwalimu pale kavaa nguo nyeupe, yani kiufupi, yani, kiuf, yani anafurahi mwenyewe. Yeah, hey, hey, yani kwanza ukiangalia bwana, kuna mwonekano fulani hivi ambao nimetokea kuvutiwa nao sana, na hawa ni watu ambao wamekuwa wakitusapoti katika mambo mbalimbali, na leo sasa tumepata fursa nzuri ya kwenda kupiga nao stori kwa ufupi. Asante sana, naitwa Madam Elizabeth, lakini wengi wamezoea kunijua kama Queen Liz ni mtu special. Eh, unajisikiaje kujumuika na Asafu Media? Ah um, kiukweli najisikia vizuri sana kwa sababu ni watoto wenye vipaji. Mm -hmm. Ukikaa nao hujisikii kuwa bored. Mm -hmm. So najisikia vizuri sana kwa sababu na enjoy kwa vitu walivyonavyo na package kubwa sana. Okay, unaitwa nani? Naitwa Irene Tenten. Irene Tenten. Unasikia, yani kwanza namna anavyojitambulisha inaonekana kwa yani, Tenten inaendana na muonekano wake. Umejisikiaje kufika hapa? Uh, cha kwanza najisikia furaha. mm -hmm, kwa sababu ni siku nzuri, Asaf Media wanafanya vizuri, ama tunawaita Asaf Singers. So siku ya leo tumekuja kusupport kushow love mm -hmm, kwa vile ambavyo wanafanya, wana inspire watoto wengine. So watu waendelee kusupport Asaf Media kwa sababu wanafanya vizuri sana. Unawaambia nini watazamaji wanaokutazama? Nachowaambia, uh, waendelee ku stay tune YouTube pale waende kuangalia nyimbo vitu mbalimbali mbali, vipaji mbalimbali mbali kutoka Asafu Media. Okay, asante sana. Thank you. Na hapa uh, tunavyojongea tunajongea namna hii, na hapa tunakutana na, na mwalimu walimu wawili yani wamependeza. Sophia Elias, unaonaje? Kiukweli kwa upande wa matazamio wamependeza sana, na wanaonyesha wako smart sana kama unavyowaona mm -hmm. Sawa kabisa bila kupoteza wakati, tungependa kupiga nao stori kwa ufupi. Bwana unaitwa nani? Majina ah, yangu naitwa mwalim Kelvin. Mwalim Kelvin, unaweza ukatamka hilo jina pengine pengin. Mwalim Kelvin, unajisikiaje kwa kweli kujumuika na Asafu media siku ya leo? Ah, kiukweli mimi upande wangu najisikia vizuri sana, alafu mtoko mkubwa kama huu tuko unaona, kama mahanza yenyewe wanaonekana uh, kwao ni vibe, vibe, vibe, vibe sana, afu Asafu Media ni media ya masta. Ehe hey, pengine neno lako la mwisho labda kwa watazamaji ambao wanakufuatilia sasa hii ku, uh, mimi kuongea na watazamaji ni kwamba tunaangalia talent za watoto, tunaangalia vipaji vikubwa ambavyo vinafanywa na watoto, na kikubwa ni kitu kimoja tu support support ni kitu cha muhimu sana. Mitandao ni mingi, kwa hiyo tukiingia pale YouTube utakuta Asafu Media, tukiingia TikTok utaikuta ki. Mitandao ni mingi, kwa hiyo chuma ni nyingi zinatoka, nyimbo ni nyingi zinatolewa, mambo ni mengi, kwa hiyo kikubwa ni sapoti yako, ndio yatufanya sisi tufike mahali. Asante sana mwalimu Kelvin. Mimi naomba nikutakie mtoko mwema, uenjoy vizuri, ukaburudike ipasavyo kabisa <laughs> Aa, lakini pia hapa mdogo mdogo. Kwanza kabisa kabla ajaweza kujitambulisha, mimi naomba wasikizaji, uh, watazamaji wetu wamwangalie kwanza jinsi alivyovaa, kuanzia juu mpaka chini, laba kali. Kwa hiyo inaashiria kabisa, hata kabla jina lake hatujalitamka, pengine Advera Gosbert tunaweza uka ukakisia ni nani? uh, kwa upande wangu kwa kukisia huyu anaitwa Chris J Peter. Hapo ni makisio lakini hatujajua kama ni yeye, unaitwa nani? All right mimi naitwa Chris J Peter mm-hmm. Yes, nawapenda kwa kweli watangazaji wetu mahiri kabisa Sofia Elias na Gosbar unajua vizuri sana pengine, uh, unaweza ukatuambia mtoko, umekuwa ni mtoko mzuri sana na ni wa tofauti. Unaweza ukatuambia labda lengo ama dhumuni la Asafu Media kuwepo hapa siku ya leo? Yes, mtoko ni kuja kulifresh, kuenjoy kwa ajili ya kuiupdate akili, tuendelee kufanya vizuri. Unajua kati ya watoto wanaofanya vizuri nchini Tanzania na Afrika yote ni Asaf Media. Kwa hiyo tunapofanya vizuri, lazima pia tupate muda mzuri wa kuja kutulia na kuhakikisha kwamba akili yetu inakuwa active muda wote, ili tuupate uwezo wa kwenda kufanya vizuri zaidi. Aha, asante sana, tungependa kusikia neno lako la mwisho kwa mashabiki wanaoifuatilia Asaf Media mara kadhaa. Yes, neno langu la mwisho, na kabla sijasema neno la mwisho, kwa kweli kutoka ndani ya moyo mimi nawapenda sana watazamaji wetu wa Asaf Media. Mabibi na mabwana, vulana kwa wasichana, wote wadau ambao wanahakikisha kwamba wanatusapoti, wanawasapoti watoto wenye talent, nawashukuru sana na nawaomba waendelee kutukumbatia kwa sababu sisi ni familia ya kwao. Yes, kikubwa zaidi sisi ni watu wa kazi, tuna watoto ambao ni waimbaji, wachambuzi wa soka, tuna watoto ambao ni wana talent ya utumishi, madansa. Yes, na wote wana habari kama kina Sofiki na Dvela. Kwa hiyo tuendelee kuwa sapoti zaidi, lakini na sisi tunawaahidi tutawaangusha, tutafanya kile kitu ambayo roho yenu inapenda, ama kile kitu ambayo mnapenda. Mimi naitwa Chris J Pete, asanteni sana na tuwatakie kusherehekea kwema. Kufikia toka tulipoanza um, mazungumzo yetu yote haya kwa ufupi, pengine kuna kitu umejifunza. Uh, kwa upande wangu kwa kweli nimejifunza kutoka kwa walimu. Kumbe uh, ukiona kundi linaendelea hujua kuna mtu nyuma yake ambaye um, analisimamisha na kulifanya liende vizuri. Ehe, pengine na wewe neno lako mwisho kwa wasikilizaji ama watazamaji wetu ambao anatufuatilia sasa hivi? Ah, neno langu la mwisho ni kwamba endelea kuifuatilia Asafu Media kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, kama ulivyosikia kwamba kuna vitu vipya ambavyo tutaviachia punde si punde, ikiwemo YouTube kwa kwa kwa kuandika Asafu Media, Instagram na TikTok t kwa kwa kuandika Chris JPita, tunakupenda sana, tunakupenda sana na tumefika mwisho. Jina langu ni Sofia Elias ni kwa pamoja na Advera Gosbat, kwa pamoja, ningependa kusema Asafu Media ni media ya master.